Na pindi ambapo Qur'ani tukufu itakaposomwa basi sikilizeni na nyamazeni ili mpate kurehemewa. Qur'ani tukufu pia ni kitabu chenye kuhifadhiwa kama ilivyokuja katika sura Al-Ankabut: bal huwa ayatun bayyinatun fi suduri ladhina utaai bali hizi ni aya zilizowasiwasi zilizohifadhiwa katika vifua vya wale waliopewa ilmu. Wanawachuni wa usuli wanasema wabilindi hata tatabayanu al-ashyau, ikiwa nina maana yeyote ambaye ana chochote katika kifua chake kutokana na Qurani huyo somsoma Qur'an inathibitisha miongoni mwa wasifu wa wasomi ni kukimbeza kitabu, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilma, bali hizi ni aya zilizowaziwazi kabisa zilizohifadhiwa katika vifua vya wale waliopewa ilmu.

Qur'ani tukufu pia ndugu zangu, ni kitabu chenye kushindaniwa, kama mwenyewe alivyosema katika suratufati, thumma awrathna alkitaba lladina spafaina min ibadina, kisha tukawarithisha kitabu mshimo yako, ukimwona mtu yoyote anajihusisha na kitabu hicho

pia ni kitabu chenye kushindaniwa. Habari zake ni pana sana. Muda wangu si wa kusema hayo, lakini nimalizie nikwambie, Qurani tukufu ni nuru, na mwenye kushika Qurani atakuwa nuru, kama ilivyokuja katika surat Taghabun, faaminu billahi

Sheikh wetu wa mkoa anajua tulifanya kongamano kubwa la kijao mwaka huu pale Kahuseni wa maadaraka makahuseni Kauseni. Mheshimiwa, nimepewa cheupe na kama kipo nomba pia niondoke ni nacho, nilikuwa nimemwanifia ndugu wangu Saleh, hapa cheupe nakijua, kanaambia hapana, kama ni muhogo ambao haupatikani amba, amba, isipokuwa ni Kahuseni.